Tanzania tatizo la ajira linazidi kuwa kubwa sana, na tatizo hili la ajira linakumba vijana ambao ni takribani asilimia sabini ambao ni chini ya umri wa miaka thelathini na tano ambayo vijana Tanzania asilimia karibuni hamsini na tano punti sita ndiyo nguvu kazi ya nguvu kazi yote katika makundi mengine. Leo hii ndani ya nchi yetu, ukitamka neno ukosefu wa ajira, unaonekana wewe ni mcho, mchochezi dhidi ya serikali. Viongozi wanashindwa kuchukua wajibu kutatua changamoto hii. Badala yake wanaleta utetezi kwamba tatizo la ajira si tatizo la Tanzania pekee, ni tatizo la dunia nzima. Napenda kukubaliana kwamba tatizo la ajira ni kweli ni tatizo la dunia nzima. Lakini wanafananisha mifano ya China, Marekani, Ulaya; pia nchi hizo zina tatizo la ajira pia. Maneno haya ni maneno ya kukimbia uwajibikaji wa utatuzi na kutafuta suluhu. Hizo nchi ambazo zinaambiwa pia kuna tatizo la ajira, wana mikakati yao madhubuti ya namna gani ya kutatua changamoto ya ajira katika nchi zao. Sisi ndani ya nchi yetu tunapaswa tujiulize, tuna mikakati gani kama nchi, serikali na mikakati gani ya kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linatatuliwa kwa mujibu wa takwimu ya nguvu kazi, Integrated Labor Force Survey, ya mwaka 2021, na sera maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kwa mwaka vijana takriban milioni moja ambao ni nguvu kazi wanaingia kwenye soko la ajira lakini ni vijana laki mbili tu kati hawa milioni moja wanaoingia kwenye soko la ajira ndio ambao wanapata ajira rasmi Ka, wanapata ajira rasmi katika sekta ya umma, katika sekta binafsi na kuwacha takribani vijana laki nane wakiwa hawajui hatima yao, wengine tegemezi, wengine hawajui kesho yao na wengine huamua kujiajiri katika sekta zisizo rasmi.